Naam, mtazamaji wa Trend TV, a bwana, moja kati ya vitu ambavyo huenda labda ulikuwa hufahamu ni kwamba amonis bwana, kumbe ana site kadhaa ambazo anazijenga Eh, anazijenga hapa Tanzania Dar es Salaam. Kuna maeneo mbalimbali mbali ambayo Harmonize anasimamisha mijengo yake, kama ulivyofahamu, hivyo ndivyo mambo yalivyo. Sasa kitu ambacho kimezungumzwa hivi karibuni ni kwamba Konde ameamua kuweka wazi kuhusiana na maendeleo ya, baadhi ya ameulizwa swali, sorry, ameulizwa swali kuhusiana na maendeleo ya mijengo ambayo anaijenga hapa Dar es Salaam ambapo ameweka wazi kwamba kumbe bwana Harmonize yeye huaga aendi kabisa katika site zake na wala hajui nyumba zake zimefikia wapi. Na mtu ambaye anasimamia ujenzi katika saiti zake ni kaka yake, yani kuna kaka yake bwana, ndiye ambaye anasimamia swala zima la kuhakikisha kwamba mijengo ya Harmonize inaendelea vipi na ujenzi na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo hilo swali hakuwa na jibu ambayo limenyoka, kutokana na kwamba kumbe katika saiti zake Konde Boy, moja kati ya saiti ambao ziko kule Mivumoni Tegeta jijini Dar es Salaam ni kwamba bado hajui imefikia wapi, kwa sababu hajapata update hivi karibuni, kwa sababu mtu ambaye anasimamia ujenzi wa site zake ni ndugu yake, kaka yake. Umeona bwana e. Kwa hiyo hapa mnaizi amefunguka hivyo kwamba anajenga ila hajawahi kufikia, hajawahi kufika site hivi karibuni. Kaka yake ndiye anayesimamia e, issue hizo. Unaona bwana, watu wengi sana bwana, wamebaki kucheka kwamba wameona hivi ni vitu vya ajabu. Hata kama uwe bize vipi, lakini bwana, kama mtu unatia pesa sehemu, lazima uende ukatazame, na maoni ya watu yamekuwa ni mengi. Unaona bwana, kwa mfano eh? huyu hapa anaitwa Official Trikila, anasema kwamba eh bwana nyewe huyu kaka bwana anachanganyikiwa vya kutosha. Kuna mtu anasema kwamba bwana atu <laughs> atawekewa miti kwenye linta huyu jamaa akiwa hayupo makini kwa bwana si, alisema kwamba dunia, alisema kwamba bwana dunia sio makazi, sasa ya nini kujitutumua. Watu wa Dar es Salaam bwana hamlali, he, e, sie huku Sumbawanga, sasa hivi tuko shamba tunalima. Kwa mbwana, kwa mbwana, kakaangu mimi. Da, ni mkimshirikisha kwenye jambo kama hilo atanipiga pesa mpaka basi kwa mbwana, sasa, sema tu kwamba hujamzingatia mwana Eh, alitaka aulizwe kwa nini unas, kwani una saiti ngapi? Kuna mtu ameandika hivyo, kwa mtu anasema kwamba bwana ni lales eh, kuna mtu amesema kwamba bwana kitu anachokisema hapa bwana hakipo, haiwezekani uwe na siti alafu, eh, usiende wee mwenyewe kuangalia nini kinachoendelea. Kuna mtu hapa ni jirani wa Harmonize huko Mivumoni Tegeta, kwenye siti yake ameandika kwamba Harmonize ni jirani yangu Mivumoni Center, mtaa wa Nyarali, anakujaga kwenye siti yake kila siku na hasalimii majirani, majirani zake kwenye siti yake. Yani kiukweli na kwenye saiti yake haina hata choo, mafundi wanajisaidia kwa majirani. Kwa mtu ameandika hivyo anasema kwamba Harmonize, bwana saiti yake huko, eh, huko Tegeta Mivumoni. Huyu ni jirani pale, anasema kwamba Harmonize mwenyewe akienda saiti asalimi hata majirani, lakini hata saiti, wakati huo huo saiti yake haina choo na mafundi wake wanajisaidia kwa hao hao majirani ambao yeye Harmonize akiendaga kuangalia saiti waga awasalimii.